Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Katavi. Tumepokea taarifa ya mtu kuwa anaelea kwenye mto Misunkumilo ambao uko wilaya ya Mpanda hapa Katavi. Tumefanikiwa kumwopoa kutoka kwenye maji, lakini mwili wake unaonekana, sio kwamba hili ni tukio la leo ama jana, ni kwamba hili tukio lina siku kwamba limetokea, kwa sababu mwili wenyewe ulikuwa umeshaanza kuharibika. E, na kwa uchunguzi wa awali wakati na mwapoa kutoka kwenye maji tumegundua kwamba ana majeraha ya kwamba amegongwa na kitu kichwani. Sasa inawezekana aidha aliumia kabla ya kuwa ametumbukia mtoni, lakini mwili tumewapoa, tumewakabidhi wenzetu wa jeshi la, la polisi wilaya ya Mpanda wanaendelea mza na taratibu zao za kiuchunguzi. Sisi jeshi la zimoto na waokoaji mkoa wa Katavi tunawaasa wananchi, pindi wanapoona tukio lolote, iwe ni la moto, la ajali barabarani, ajali ya mtu kutumbukia kisimani, au ajali ya kufukiwa na vifusi kwenye migodi ya wachimbaji wadogo wadogo, watoe taarifa haraka jeshi la zimoto na waokoaji, ili tuweze kufika na kuweza kufanya kama ni maokozi ama kuzima moto na kuokoa mali, kwa sababu kuna inaonekana kuna kama tabia inatokea tukio, badala ya watu kuitarifu jeshi la zimamoto na uokoaji wanaanza kupigiana simu wao kwa wao, kitu ambacho kinafanya kama itakuwepo uwezekano wa kuweza kuokoa kwa haraka inashindikana, kwa sababu muda mwingi unapotea watu wakianza kuwasiliana wao kwa wao bila Taarifu jeshi la zimamoto na wokoaji moja kwa moja. Kwa majina naitwa Ibrahim Ali Msanda ni mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli. Uh, mida ya saa sita kasoro nilipewa taarifa kutoka kwa mjumbe wangu, alinipigia simu, aliniambia, hmm, mwenyekiti kuna tukio limetokea kwenye mtaa huko chini wa machinjioni, kuna mtu ameonekana anaelea ndani ya maji, mtu ambaye hakutambulika kwa wakati huo. Sasa ilionekana ni maiti ambayo imetoka tumesafiri kwa maji uh, kutoka sehemu ambayo hatujajua imetokea sehemu gani. Ila nilipofika maeneo ya machinjioni kakwama, na baada ya mjumbe kunipa taarifa, basi niliweza kufika moja kwa moja kwenye tukio. Uh, na wakati nafika kwenye tukio tayari nilikuwa nimeshawasiliana nimesha na watu wa uh, zimamoto na uokoaji na uh, wenye, kwa bahati nzuri, wakawa wamefika kwa wakati na tukio la kuanza kumuokoa uh, au kumtoa kwenye maji uh, marehemu ambaye hajatambulika nikaanza kufanyika lakini inaonekana ameharibika, amekaa kwenye maji muda mrefu, kwa hiyo hatuweza kumtambua, kwa sababu kuanzia mwili wote pamoja na sura imeharibika na hajatambulika, hajatambulika hasa ni nani. Katika bila kwa umri anakadiriwa kuanzia miaka 45 mpaka 50.